etu ukweli. ukweli upi? Ndiyo dadangu, ukweli ambayo unafaa kujua ni ya kumjua Yesu na kumkubali Yesu maishani mwako na kumfanya awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kweli upi? Hapana, hiyo ningejua kitambo sana, ningehitaji kujua kitambo, lakini kwa sasa sihitaji kujua huo ukweli kabisa na uweze kutubu dhambi hata ile mimba ambayo ile wakati uweze kutubu hiyo dhambi ili Mungu aweze kukunduka. Nasikia, dadangu, huo ni ukweli, na nakwambia unafaa kujua ukweli, ndio anakuweka huru kabisa, kule ukiendelea kuishi, ukilia, ukiteseka shida mingi lakini wakati ambapo utajua ukweli na kumpenda Yesu. Atafadhali waachana na mimi kabisa, waachana na maisha yangu kabisa. Wewe kaa na maisha yako na utakatifu wako na Mungu wako, lakini mimi mambo wananiambia nijue ukweli. Ukweli ukweli upi? Ukweli upi unataka nijue? Huyo Yesu ambaye unasema nimjue yuko wapi? Nikiaga nyumba ulikuwepo? Tafadhali na kuonya mara mwisho, achana na mimi kabisa kabisa bambana na hali yako, bambana na maisha yako peke yako, wacha ni bambana na yanuma nani muna. Jennifer, Jennifer, haujamaliza kuosha vyombo tangu saa zile? kwani hizi pesa mi nakulipa kulipa na kulipanga sabuni kama ulijua auwezani na kazi ungewacha tangu asubuhi, hujamaliza kufanya hii kazi Jennifer. Mimi sitapenda hii sitapenda hii Last chance usipo change Jennifer mimi naweza ni kubaya utamaliza Sorry, sorry mama Nilikuwa na kazi mingi alikuwa na shughuli mingi mama lakini ni Mungu kila mahali ni Mungu na tunakulipa sisi za tutakubaliana na yeye.